Tunakuletea adinu nasiha, dini ni kunasihiana. Ikiwa leo ni Ramadhani ya 29 1446 hijria, na katika siku ya leo tutakusomea aya moja ambayo ina mafundisho makubwa sana, na tutayagawa katika makundi mawili. Aya hii inapatikana katika Surati Ar-Ra'd, sura ya kumi na tatu, ambayo sura hii

hata yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yaliyo kwa watu mpaka watu wayabadili yaliyo katika nafsi zao. Habari kubwa kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu kwamba watu hawabadilishii mambo yao mpaka wao wenyewe wayabadilishi yaliyo katika nafsi zao. Ama somo la kwanza atakalojifundisha siku ya leo ni kwamba Ramadhani ni chuo chuo ambacho wengi miongoni mwetu wameingia kujifunza, falillahi alhamdu, wamekuwa katika waja wema, wametenda matendo mazuri. Tena ni ibada ambayo ndani ya mwezi mzima watu wanafanya kila aina ya kheri, kheri ambazo ndani yake wanapata ujira wa malipo ya ibada zilizofanywa na waliotangulia kwa zaidi ya miaka elfu moja sisi tumezifanya ndani ya mwezi mmoja. Maa lasafi shadid, kwa masikitiko makubwa mno, inawezekana matendo yote haya yaliyo mazuri yakaja kuharibika kwa siku moja inayoitwa Eidul Fitri, siku ya Eidi ya kuftari. Huo utakuwa ni msiba mkubwa sana, ndugu yangu. Inna Allah la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu hayabadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wale watu wayabadilishe yaliyo katika nafsi zao. Hilo ndiyo somo la kwanza tunalojifunza katika siku ya leo. Lakini vilevile sehemu ya pili ya somo tunalolipata katika aya hii, tumeelekeza zakatul fitr, faida ya zakatul fitr, tukaelekeza muda wa kutoa zakatul fitr. Lakini utashangaa tumekwenda mbali zaidi, taasisi yetu hii ya Shafaka Allah ikishirikiana na Shafaka Allahu Online TV tuna zaidi ya miaka saba tumekuwa tukikusanya zakatul fitr na kuzigawanya kwa almuhtajin wale wenye kuhitaji, wale wenye sifa, wale wanaopaswa kupewa. Lakini utakuja kushangaa pamoja na hamasa yote, pamoja na darsa zote, mtu anakuja kutoa ile siku ya Eid yenyewe, tena muda wa kuswali salatul al-Eid, anakupigia anakuambia, Maalim, nimetuma zakatul fitri mimi na familia yangu ya watu wanne. Huo ndio muda ambao yeye anatuma bado hamjenda kununua huo mchele mkaugawa mkauhifadhi katika mifuko tayari kwa ajili ya kuwapelekea wanaohitaji, utakuwa ni msiba mkubwa. Kwa hivyo, tukuhamasishe ndugu Muislamu popote ulipo. Na programu hii tuliianzisha baada ya kufanya research, tukajiridhisha kwamba wapo baadhi ya watu mahala walipo, uwezo wa kutoa zakatul fitri wanao, lakini namna ya kumfikia yule mwenye kupokea zakatul fitri imekuwa mtihani hivyo hivyo, kuna baadhi ya nchi Waislamu wanafunga na uwezo wa kutoa zakatul fitri wanao, lakini wale wa kuwapatia hiyo kilo mbili na nusu hawapo. Utampelekea nani? Majirani zako wote unaoishi nao katika mtaa wako au katika mji uliopo, kila mmoja hana uhitaji wa kilo mbili na nusu wala hana habari nayo. Lakini falillahi alhamdu, tuna maelfu ya watu ambao wakipata hiyo kilo mbili na nusu itawafaa kwa hiyo utaratibu huu utamsaidia yule ambaye ima yuko mbali au uwezo wa kuwafikia hao muhtajin maskini hana. Hivyo basi toa kwa wakati, tuma mapema ili tuweze kununua mchele, kwa sababu kinachotolewa ni mchele kilo mbili na nusu, chakula kinachopendwa na wakazi wa mji. Ndugu yangu katika imani, naamini bado hujachelewa, tumia fursa hii kuhakikisha unatoa zakatulfitiri wewe pamoja na familia yako hivyo kwa mwaka huu tumepanga utaratibu uliokuwa mzuri kabisa ambapo tumefanya utafiti mchele mzuri wenye hadhi kwa kutolea zakatul fitr ni ule wenye thamani ya shilingi elfu tatu ambao ukipata kilo mbili na nusu ni sawa na shilingi elfu saba na mia tano hapo utakuwa umetoa zakatul fitri iliyokamilika bali tukaweka utaratibu kwa yule mwenye kuweza atakapotoa zakatul fitr ajiandaye pia kutoa na sadaqa. Yule anayepewa kilo mbili na nusu ikiwezekana, apewe na sadaqa ya shilingi elfu tano walau kumsaidia kupata, kama si mafuta ya kula ya kuchemshia huo mchele basi walau mkaa au chochote anachoweza, kwani mwenye kuweza kupokea kilo mbili na nusu huwa hana uwezo wa kumiliki chakula chake siku ya Idi. Inawezekana kabisa hata uwezo wa kununua mkaa ikawa kwake ni mtihani kwa hiyo kama utajaaliwa kutoa zakatul fitr elfu saba na mia tano na ukajaliwa ukapata sadaka ya shilingi elfu tano hiyo ni elfu kumi na mbili na mia tano kwa mtu mmoja ikiwa huwezi kutoa na sadaka toa zakatul fitr ambayo ni elfu saba na mia tano ili tuweze kununua mchele tugawe tuhifadhi katika mifuko na tuwapelekee wahusika kwa wakati sisi tumeihamasisha tangu mwezi ishirini na nne ingia katika YouTube. Ingia katika TikTok, angalia kule, utaona kwamba tumefanya kazi ya kuhamasisha na kuelimisha zakatul fitr tangu mwezi ishirini na nne. Anakuja mtu kutoa muda kunatakiwa kuswaliwa salatu al-Eid, wakati ikitolewa baada ya salatu al-Eid, hiyo itakuwa ni sadaqa minas sadaqat, haitopata uzito wa zakatu al-fitr. Toa mapema ili tuweze kuwafikia wale muhtajina mapema na kuwapatia haki zao, hizo ni haki za maskini.